Tarehe 16 Juni kila mwaka, bara la Afrika huadhimisha Siku ya Mtoto wa Afrika. Kumbukizi ya ujasiri wa watoto wa Soweto nchini Afrika Kusini waliopinga mfumo wa ubaguzi wa rangi mnamo mwaka 1976. Walikuwa watoto waliotaka elimu bora. Serikali ikajibu kwa risasi. Mamia wakapoteza maisha. Leo tunakumbuka machungu yao ili kuhakikisha watoto wa kizazi hiki hawasahauliki. Siku hii si ya sherehe tu, ni ya kutazama upya maisha ya mtoto wa Kiafrika. Ni mwendo wa takribani nusu saa kwa usafiri wa umma kutoka mjini Singida hadi wilaya ya Ikungi. Safari hii haijaletwa na hali ya hewa, bali na hali ya moyo kutaka kusikia ndoto, matumaini na changamoto za watoto wenye mahitaji maalum. Hapa tunawasili katika shule ya msingi Ikungi Mchanganyiko, shule inayowalea watoto wenye ulemavu wa aina mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania. Katika kipindi hiki cha likizo, baadhi ya watoto wameungana na familia zao, wachache waliobaki wanalindwa na walimu wao. Katika siku ya mtoto wa Afrika tulitamani kuwasikiliza si kama waathirika, bali kama watoto wenye ndoto. Nataka kuwa daktari, dereva. Nataka kuwa rais. Nataka nije kuwa mwalimu. Baada nikikua, nataka nije nije niwe muhandisi. Nataka kuwa mbali. Hapa tunakutana na walimu waliojitolea maisha yao kuwalea na kuwafundisha. Mmoja wao ni mwalimu Jeremia. Wanafunzi hawa wana ulemavu wa ngozi, uh, wenye uoni hafifu na wasioona kabisa total blindi, na wenye ulemavu wa viungo. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, sababu kila mwezi huwa wa wanatoa kwa ajili ya hawa watoto. Kwa hiyo watoto wanakaa hapa shuleni, wanapata chakula cha asubuhi, mchana na usiku, na wanaendelea na huduma mbalimbali za, za masomo e, pia kama pata changamoto dogo watu tunajitahidi kuomba kama kuna wahisani wanaweza kusaidia, lakini pia bado tuna wahisani nje ambao wanatusaidia vitu vidogo vidogo kwa ajili ya kuhudumia wanafunzi sababu kuna wakati Uh, wanafunzi wanakuwa wengi, maana sisi tunapokea wanafunzi hao wenye mahitaji maalum wanakuja muda wote wenyewe hapa shuleni, nakutata ile bajeti ambayo serikali aaa kwenye mwaka wa fedha na kwa imetaja baadhi ya wanafunzi, lakini sisi tunapokea muda wote wanafunzi hapa sasa. Ni kuelekea kwenye mwaka wa uchaguzi, tunapata wanafunzi wengine ni wadogo kabisa. Hali hiyo inaweka shinikizo kubwa kwa shule. Mwalimu Donald Bilali ambaye naye ni mwenye ulemavu wa macho anatuambia kuhusu uhaba wa vifaa vya kufundishia, hususani vinavyofaa kwa watoto wenye uoni hafifu au wasioona kabisa. Changamoto kubwa uh, katika utekelezaji wa majukumu ya, u, ya ufundishaji ni upungufu wa vifaa hasa hivi vya wanafunzi wenye mahitaji maalum zikiwemo karatasi za kutolea maandishi ya nukta nundu au maandishi ya braili Perkins braili. Hasa hilo ndio tatizo kwa sababu vifaa vyako vifaa vyake ni, ni ghali kuvinunua. Kwa hivyo sasa, vinapokosekana vile, kufikisha elimu inayotakiwa sasa kwa hao wanafunzi wenye mahitaji maalum, hasa wenye matatizo ya uoni, inakuwa changamoto. Lakini kwa wengine pia ni machapisho ya ya vitabu kuchelewa, wa wale wenye mahitaji maalum. Vitabu vya kawaida vinakuja, lakini wao wanakuwa hawana vitabu vya kujisomea. Kwa hiyo hilo ni tatizo, kwa hiyo wanategemea wasomewe na wenzao, ndipo waandike. Kwa hizo ni changamoto, lakini nipongeze ni kipekee sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye inatujali na imetuahidi kutuletea vifaa. Sasa bado tunavuta subira, vikiongezeka ufundishaji utakuwa bora zaidi. E, wito kwa wadau ni, ni, ni, ni kwa ridhaa yako, labda ni mnukuu mwalimu wetu baba yetu wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa tarehe ishirini na nane alihutubia taifa akasema, kuishi ni kujifunza na kujifunza ni kujaribu kuishi vizuri zaidi. Mwisho wa kumnukuu. Sasa kwa hali hiyo, ninaw wito kwa wadau, mashirika yasiokuwa ya kiserikali, wafadhili wanaoweza watusaidie katika upatikanaji wa hasa vifaa hivi vya kujifunza. Kwa upande wa ustawi wa jamii, Afisa Robi Mohochi anafichua hali ya kusikitisha, baadhi ya wazazi wamewatelekeza watoto wao shuleni, hawawatembelei wala kuwachukua likizo inapowadia. Baadhi ya changamoto ambazo hawa watoto wenye ulemavu wanakutana nazo, ya kwanza ni wazazi wengi kutokuwa na uelewa juu ya malezi na makuzi ya watoto. Kwa mfano wazazi wengi wanaleta watoto hapa waki, wanawaleta yani kisha kabidhi walimu, wanakuwa kama wanawatelekeza wale watoto. Wakishawatelekeza wale watoto wakiondoka, wanaondoka moja kwa moja, hawana ule muda wa kukaa kurudi tena kuangalia watoto wanaendeleaje. Kwa hiyo inakuwa ni jukumu la walimu na sisi hapa kuhakikisha wale watoto wanakula na hata kipindi cha likizo pia wakae hapa, lakini utaratibu wa shule ni kwamba kipindi cha likizo wale watoto waende pia nyumbani ili wafanye ile nini socialization, e. Katika kutafuta majibu na suluhisho, tunazungumza na afisa elimu msingi wa wilaya, Mwalimu Margaret Kapolesia. Yeye anaeleza mikakati ya kutoa elimu ya amali, stadi za maisha na ujuzi wa mikono kama njia ya kuwawezesha watoto kujitegemea katika maisha yao ya baadaye. Watoto wetu sisi tunawaingiza katika kujifunza e, mambo ya kishule, shule zao mbalimbali za kianafunzi kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu na masomo, lakini hatujarudi nyuma katika swala la michezo. Shule hii ya Ikungi mchanganyiko ni shule ambapo watoto wale wenye mahitaji maalum wanapata fursa ya kujiunga katika michezo mbalimbali. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye michezo ya mitashunta, watoto wetu wa shule ya msingi Ikungi mchanganyiko, kila mwaka, ilaaa e, kwa takriban miaka mitatu mfululizo wamekuwa wanapata kombe la ushindi wa mchezo wa golbo, ambapo ni mchezo rasmi kwa ajili ya wa watoto ambao ni wenye ulemavu wanacheza. Lakini mpaka tukienda ngazi ya taifa, huwa mara nyingi mkoa wa Singida unabebwa na watoto wa Ikungi kwa hiyo ni jambo ambalo tunajivunia na tunazidi kuwajengea stadi mbali mbalimbali. Na hata sasa kwenye mtaa ulioboreshwa, tutakuja kuingia katika swala la elimu ya amali, itatusaidia zaidi, kwa sababu huwa tunaamini mtoto ambaye ni mlemavu akipata kujua stadi fulani huwa inamtoa katika maisha na anakuwa Mtanzania mwenye manufaa katika jamii yake. Hali halisi si mbaya pekee, kuna nuru inayoonekana. Eli Bariki Alute kutoka kituo cha Compassion Singida mjini anasema hatua zimepigwa. Jambo la kwanza kubwa, ukiangalia uh, usalama kwa watoto wetu, namna ambavyo umeimarishwa kwa, kwa kila uh, namna na kwa kila sehemu mbalimbali, kwa kila idara, watoto wanapoenda mashuleni, watoto wanapokuwa majumbani, wanapokuwa kwenye mazingira ya kimichezo na mambo mbalimbali hata kielimu pia tunaangalia namna ambavyo serikali imejaribu kuweka nguvu kuhakikisha kwamba hawa watoto wanapata elimu kwa kuwasaidia wa watoto kupata elimu bure. Safari yetu ya kiuchunguzi inatufikisha katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida. Tunakutana na afisa maendeleo ya jamii mwandamizi, Patrick Kasango, ambaye anatoa mtazamo wa utekelezaji wa sera kitaifa. Ya kuna haki za mtoto. Miongoni mwa haki hizo ni kutokubaguliwa. Kwa hiyo mtoto hapaswi kubaguliwa kwa aina yoyote ile. Sheria yetu inaeleza kwamba watoto wote wana haki sawa, na inaeleza kwamba bila kujali maumbile ya mtoto, mtoto ana haki ya kupata elimu, ana haki ya kuishi. Mtoto ana haki ya kuishi na wazazi wake na kuwajua anao wazazi lakini pia mtoto ana haki ya kulindwa. Ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu la watu wote, jamii nzima, na sheria yetu inaonyesha kwamba mtoto ni asset ya taifa. Katika siku ya mtoto wa Afrika tunakumbushwa kuwa ndoto za watoto wenye mahitaji maalum ni za thamani sawa na ndoto zingine zote. Hawahitaji huruma pekee, wanahitaji fursa, heshima na sauti. Nina TV itaendelea kusimama na sauti za watoto wa Afrika, kwa sababu ndoto zao ni wajibu wetu sote. Shukrani za dhati kwa wote walioshiriki kukamilisha makala hii, walimu, wadau wa haki za watoto, na zaidi ya yote watoto wenyewe waliotupa muda wao na ndoto zao. Pia ninatoa shukrani za pekee kwa mpiga picha wangu Kales Katemana, Kales TV ambaye bila mchango wake wa kitaalamu picha hizi na muktadha huu usingeweza kuwafikia watazamaji wetu kwa namna hii. Asanteni sana, na hadi wakati mwingine tuendelee kulinda sauti ya mtoto wa Afrika, Afrika! Nina TV wakati wote.